Ebana, mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV? Kama nilivyokuambia Alex aex6namb Ebana, hili mlioliona ndo bado lipo ndo ambalo linaendelea hapa tulipo, sema sasa hivi ambao amemzunguka dada mshikaji nakuona na na tu naona hapo, mmemfuata kuangalia Dikirili kitu yeah. gani kikubwa. Hamna lolote, Hamna lolote yeah. kawaida sana kawaida sana, sana. huu ni ushamba jamii, ushamba hiyo yeah. pengine kuna lolote leo unaweza kumshauri apunguze utoto yeah, kwayo mm. utoto ndo anakuwa mtu mzima. naangalia tu kama kituko. Yaani kinachokushangaza hapo ni nini sasa? Mimi sishangai, nawashangaa wao. Bwana, nitatamani tujie kitu kimoja kuhusiana na ile swala ambalo limepitikana hapo. Wewe umelionaje? Alikuwa vizuri, mazingira ameweka vizuri mm -hmm. kwa hiyo umelikubali au ni shabiki yake? Mi ni shabiki, nitakusaje kwa shabiki, na mimi mwana kijiji wake <laughs> anamfanya ushamba. Sio ushamba, labda kwa sisi mazingira ya mkambini kwetu wanaweza kusema ni ushamba, lakini watu wa time mambo ya kawaida mm. kwa hiyo level ambayo amefikia Deky ni level gani kwa, kwa, kwa, kwa mtazamo wako? Ah, pa... mm. E, mnaendeleaje na hali? <laughs> ah, eh. <laughs> <ko> <laughs> Pengine ili swala ambalo liko hapa mbele ya macho yako umelionaje? Ah, nimependa sana nafurahisha kwa kweli. Hapa kwa, kwa mwonekano wako naona jamaa nafanya sifa, au ndio vile anafanya kwa maslahi maslahi yake, ishakuwa nazo kitu cha muda mrefu, ambao anaweza akasema hichi kitu ni cha kishamba, amefanya vibaya kufanya kitu kama hicho, unaweza kumshauri nini? Yani, ono, kuchekwa. Tu wala, hapana, ushamba kwake mtu wetu ndio mtu hata tukamtupa

Atatoa ushamba kidogo kidogo. Mm. Kwa yuko okay, mm -hmm. porini ndio maana anafanya mambo yake kule kulekule. Hapana, imependeza uh -huh. Sio kwa sababu tuko porini hapana, imependeza kiufupi. mm -hmm. Una unaweza pengine ukapeke video mahali hizo uka ukaipost uka ukapata comment mbovu yote kusema tokeni huko, ah, umepost vitu vya kipumbafu kwenye simu. Wewe unaweza kumjibuje? u mjibu wewe ni ushamba. mm -hmm. eh, nzuri tu Asante. Ah, e, kila moja na komenti yake na kila moja na mtazamu wake na ichi kitu ambacho kimetokea hapa, sema ngoja tuzunguke, bado watu ni wengi <laughs> <Pabla. laughs> kisa kuja kuangalia hili swala eh, au ulikuwa unapita, ulikuwa unapita watu wa Detroit wanaenda kuambia kitu gani? Eh, eh, hamna lolote kuhusiana na ulicho kiona? Nimeona mazingira ajabu ambayo sijawahi kuiona hapo hapa. Kitu cha ajabu kwako. Sawa bana, hamna shida. Brother size bana. Safi kaka. Kwema. Asalamu alaykum wa alaykum salam khairi. Khairi kwema, alhamdulillah namshukuru Allah sijambo. Mm. Bwana kuna swali ambalo liko mezani pale. Naona liona. Na naliona kaka. Mtupe comment yako pale. Hapa sina comment yoyote mm. Hey, kwa kuwa ni msanii mm, ambao wafahamu masuala ya usanii ndio atasema watu na cha ajabu sana mm. Naam. Lakini ni jambo la kawaida tu sipata hmm. hmm. kama komenti mbili hivi, ya kusema kwamba hichi anachokifanya mwamba hapa ni kama utoto, amna hawasiojua chochote, ndo kama mwingia hivi. Lakini hili swala limekupendeza fresh tu, pengine komenti ya, ya wadau sasa. Unaweza kawambia nini kuhusu uko unakoenda sasa? Kwa hiyo bana, ukikutana na mtu bana, ninatoka huku hivi, unaweza kaadisiaje hizi kitu? ni kwa kwa jambo la kawaida tu, sema mwanangu mshikaji wetu amefanya kitu kikubwa sana kama tulivyokiona, ni kitu cha kufurahisha <laughs> kila mmoja. Kwanza binafsi yangu mimi nimekichukulia kwa uzuri. Sema pengine wewe unaweza ukaniambiaje ukani maandalizi haya? <laughs> maandalizi bwana, hata mimi pia nayachukulia kwa uzuri ya yeah. kwa maana ni jambo ambalo lijawahi kutokea hapa kampu, na yeye ndo msanii wa kwanza kabisa kuonyesha jambo kama hili hapa ya yeah. Ndo maana alichukua kwa kawaida sana ya Yeah. Tulipata fursa mm. Tutamani tupate fursa ya kukutana na Deky, lakini kama alivyoongea mbele za watu, alisema hichi kitu ni mgharimu hela nyingi sana. Wewe kama mtu wake aidha jirani yake na shabiki yake kidakindaki, unaweza nini swala hilo hapo? Ah ha, mwanangu, <laughs> kazungumzia ni hapo mwanangu, inalingana na uwezo wake mwenyewe yeah. Nah, lakini mimi hapo siwezi nikafahamu kweli yeah. Swala Deky amesema hichi kitu amekinulia mpaka bomba, ni kweli bomba bomba, yeah, bomba anayo, <laughs> yeah, anayo bomba amenunua, yeah. Kabisa, vyote vipo mm-hmm. Eh. Yeah. Hivi, katika swala la Deky kufanya hichi kitu, alikushirikisha ali ya, tulishirikishwa kama unavyoona ndio maana tuko hapa muda wote yani. ya mjashauri ya, ya chochote ndio vile u. Ah, kwa msanii hauwezi ukamshauri eti ni kitu cha aibu, kwa, kwa sababu hiyo ni kawaida yake hiyo yeah, ni kawaida ya msanii hakuna eh, kitu cha aibu hapa unavyoona. Nahisi wapili atakayefanya hili swala atakuwa msanii gani hapa kambini? Hapa kempu? Ah, sijaona hakuna, hakuna, hakuna kabisa. Yeah, hakuna kufanya tukio kama ili aliloifanya Deky hapa. Kwani kwa nini sasa uwezo uwezo inafatana na uwezo ama alichofanya hapa ni harama sana? Sana. Saa weka weka mamshikaji wake sasa tudokeze kidogo. Ametumia shilingi ngapi? Hapa kama alivyowaambia yeye, yeah. <laughs> Amesema ni laki tatu. Pengine, okay. Yeah. mm -hmm. Hakuniambia bei ya nini, ya dhuria ile pale carpet, hakujaniambia ya bei yake ndo sijajua. Sasa nyumba, yeah, zinagharimu shilingi ngapi? Nyumba, nyumba hizo hapo kwa gharama ndo bado kabisa tujapiga, okay. Yeah, zile hesabu bado <laughs> yeah. Sema utakuwa naye baadaye kidogo utupe mengi haya. Poa. Mna shida nakubali.